Kama unavyojua, shinikizo la damu lisilodhibitiwa ni tatizo la kawaida sana katika eh, nchi kama India, na kwa kweli sisi ni mji mkuu wa dunia wa shinikizo la damu lisilodhibitiwa, na wagonjwa ambao wana shinikizo la damu lisilodhibitiwa wana hatari kubwa ya kupata mshtuko wa moyo, kiharusi, matatizo ya figo kwa muda mrefu. Shukrani kwa teknolojia mpya tulionayo, eh vifaa vipya vya matibabu ya shinikizo la damu lisilodhibitiwa, hasa kwa wagonjwa ambao wana shinikizo la damu licha ya kutumia dawa nyingi na hawawezi kuchukua baadhi ya dawa hizi kwa muda mrefu. Kama wewe ni mtu ambaye unatumia dawa lakini bado shinikizo la damu halidhibitiwi, au kama huwezi kuvumilia baadhi ya dawa kwa sababu ya madhara, basi hii ni taratibu kwako inayoitwa utaratibu wa denervation ya figo. Ni utaratibu mpya rahisi, na salama unaofanywa shinikizo la damu lisilodhibitiwa. Ni utaratibu rahisi sana wa anestesia ya eneo unaofanywa na daktari wa moyo wa upasuaji kupitia utaratibu mdogo wa tundu kupitia kwenye kinena. Mishipa ya figo inalengwa kwa kufanya ablation ya mionzi ya masafa kwa kupitisha bomba dogo linaloitwa katheta eh, ambalo hufanywa chini ya anestesia ya eneo. Utaratibu wenyewe huchukua takriban dakika 40 hadi 45, na mgonjwa anaweza kuruhusiwa kutoka ndani ya saa 24. Takwimu zimeonyesha kwamba kwa kufanya utaratibu huu, kuna upungufu mkubwa wa shinikizo la damu kwa muda mrefu, hasa wale wagonjwa ambao wanaweza kupunguza idadi ya dawa wanaposhindwa kuchukua dawa kwa sababu ya athari za pembeni. Na kwa kufanya utaratibu huu, unakwepa hatari za baadaye za mshtuko wa moyo, kiharusi kwa njia salama sana, na matatizo machache sana, na hakuna matatizo makubwa ya maana kutokana na utaratibu huu, na mgonjwa anaweza kutoka hospitalini ndani ya saa 24.